Mwendelezo wa kampeni za kunadi sera umewafikia wananchi wa kata ya Magomeni katika jimbo la Kinondoni ambapo ahadi mbalimbali zimetolewa sambamba na kuomba ridhaa ya kupigiwa kura. Nitaipata ndani ya siku mia moja nitakaza kuwa mbunge wa jimbo hili la Kinondoni, nitahakikisha wanawake na vijana wamejipomua kiuchumi kaitaftiakurkaitafta kura zikajaa kwa wingi. Mgombea urais wa Chama cha Ukombozi wa Umma, Salum Mwalimu, amebainisha mpango wa kuwa na serikali itakayoshughulikia changamoto za wananchi pamoja na kukuza uchumi. Jambo la kwanza ugumu wa maisha na gharama za juu za maisha kwenye nchi yetu, wote tunaelewa, ikiwemo masuala ya makodi, ikiwemo suala la bei za vyakula na bidhaa. Nimejipanga kwenda kuongoza mageuzi makubwa ya kiuchumi ili tuweze kupunguza gharama za maisha ndani ya nchi yetu ikiwemo jiji la Dar es Salaam. CHAUMMA kimetaja nia yake ya kulifanya jiji la Dar es Salaam kuwa na sifa ya kuwa na fursa zaidi kwa kila atakaye thubutu. Nitarudisha heshima na hadhi ya Dar es Salaam kibiashara. Ndoto nilizo nazo kama rais wa nchi hii aione fursa aitumie fursa abadili maisha yake kwa fursa zilizoko Dar es Salaam. Kampeni za uchaguzi zinatarajiwa kutamatishwa ifikapo Oktoba 28. Bari Kalemba, FM kutoka Tanzania <coughs>